Na pindi mnapoisoma Qurani, basi kuweni na adabu na mumwombe Mwenyezi Mungu awalinde kutokana na shetani. Ndio maana kabla mtu hajasoma Qurani, ukifungua huanzi na aya moja kwa moja, waanza na audhu billahi minashaitani rajim. Ulama wakasema hii ni adabu ambayo mtu lazima awe nayo na nidhamu ya kufuata pindi mmoja wetu anaposoma Qurani. Na hii si adabu ya kipekee ulama wakasema miongoni mwa adabu mwingine atakana mmoja asome qurani, qala ala almuslim an yataadab biadabi tilawati alqurani, atakana mslamu awe na adabu pindi anaposoma qurani. Miongoni mwao alwudhu, lazima awe na wudhu. Usishike qurani kama hauna wudhu. Ni katika adabu yenye kukamilisha, unajiandaa. Miongoni mwa adabu ulama wakasema wastiqbalu lqibla, ikiwezekana mmoja wetu anaposoma qurani aeleke qibla.

Asema mmoja wetu anapos, anapokuwa ni mwenye kuisoma Qur'ani asisome kwa ulimi peke yake, kusoma haraka haraka pa, pa, pa, pa, pa, kumaliza atakana. Anapoisoma Qur'ani asome kwa mwongozo tuliofundishwa na Mwenyezi Mungu au kupitia hadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nao ni kuisoma Qur'ani biqalbin hadhir, moyo wako uko pale na hauko mbali, na akili iko pale na wajaribu kufahamu Mwenyezi Mungu akwambia nini miongoni

Kwa hivyo mmoja wetu anaposoma Qur'ani aisome kwa qur sauti nzuri. Kwanini? Kwa nini hikma iko wapi? Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna sauta alhasan yazidu alqur'ana husna, sauti nzuri inaifanya Qur'ani ipendeze zaidi.